Habari yako? Eh, salama tu. Habari za majukumu? Salama kabisa. Majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Shaban Tumileo cha Mbela. Hapa tulipo kwa haraka haraka ni wapi hasa ukitufahamisha? Eh, kwa haraka haraka, kwa haraka haraka hapa tuko tuko kwa Tabora hapa. Tabora. Kijiji gani hichi? Kijiji cha Mboga. Mboga. Eh. Ni kata ya kata ya Semembela. Kwanza hapa changamoto kubwa kabisa ambayo tunayohitaji. Mm. Cha kwanza ni barabara. Barabara hapa, hatuna barabara. Cha pili cha pili ni muundo mbinu ya maji. Maji ndio tunahitaji kwa sana. Mtazamaji wa Daily News Digital, hapa ni katika kijiji cha Mboga katika jimbo la Bukene, ambalo hii tumefika hapa na mgombea wa ubunge wa tiketi cha Chama cha Mapinduzi, Bwana John Luhende. Haya ambayo yamezungumzwa hapa ni machache kati ya mengi ambayo wananchi wanahitaji kutekelezewa, endapo tu watampatia nafasi ule mgombea ambaye wanaona kwao anawastahili kulingana na sera zake. Tunaye mgombea Pao mama yetu mahiri, Daktari Samia Suluhu Hassan, wa ngapi? Kapiga kura kwa mama Samia, mama Samia. Watoto wenzangu wanahangaika kwa usafiri, kama uko mgonjwa usafiri wa shilingi 7000, 8000 unafikisha kwenye nani? Usafiri kwa barabara ya Mbulidede usubiri gari kai ujui, unaambiwa shilingi ngapi ukifika huko kalamu ya, ya sibitali baba hela chinga lulu baba, tunahangaika wake zetu wakiwa mimba, tunatembea kwa miguu kwenda zahanati. Kwa viongozi waliopita mbunge yani, yeah, I say, mimi nimesema tu hata tangu aingilie huku bado hajafika, sijamuona kabisa. Changamoto ndo yakifikagi kabisa, sijui kwa sababu ndo njia haipo, yaani kufika tu kwa alikuwa atembeleagi kabisa tumemwona atatengeneza tupate katika upande wa elimu. Mgombea wa bunge huyu kwa jimbo la Bukene kupitia chama cha Mapinduzi, bwana John Luhende anaeleza mipango mikakati ambayo anakwenda kuitekeleza ndipo atapata nafasi ya kuwa mbunge katika jimbo hili kwa mwaka 2025 2030, ambapo pia ametolea maelezo juu ya mipango mikakati katika suala zima la miundombinu ya barabara pamoja na miundombinu ya afya. Kumekuwa na changamoto kubwa wakati wa masika vyaba vya barabara kutokutika, niwahakikishie kazi ni, ni moja tu, katimizeni wajibu wenu tarehe 29, wa kuchagua mbunge wa chama cha mapinduzi diwani wa chama cha mapinduzi na rais wa chama cha mapinduzi, na tutaenda kuhakikisha maendeleo haya yalilovia, barabara tunafuatilia kwa nguvu zetu zote na yanafanikiwa kwa, kwa kiwango cha asilimia mia moja, lakini tuhakikishe pia zahanati zilizo nazo zinakuwa na uhakika wa upatikanaji wa madawa pamoja na wataalamu wa afya, pamoja na vifaa tiba, pamoja na vifaa vya vitanda vya kujifungulia kina mama na kumsha wagonjwa wengine. Sema si, si, upande wa umeme mm. Na huku tunahitaji, lakini kule kisiwani tayari umeshafika na umeme. Huku kwa Tabora tunahitaji umeme ufike. Na Tabora kama hii kwa sasa hivi mnatumia nini kama njia mbadala ya sola? Serikali ya Chama cha Mapinduzi imejitahidi kwa kiasi kikubwa kusambaza umeme kila kijiji, japokuwa kuna baadhi ya vijiji kuna uhaba wa nguzo awamu ya 2025 2030, tutahakikisha tunakuwa na umeme kila kitongoji. Vitongoji oye! Lakini katika taasisi zetu zinazotoa huduma ndani ya jamii yetu, shule zote za msingi, shule za sekondari, zahanati, tutahakikisha zote zinaunganishwa na umeme, bila kusahau maeneo ya vyanzo vya maji ambao watakuwa wanasaidia ndugu, watagembea Tunaomba uongozi ndani ya jimbo letu na ndani ya kata yetu, kwa lengo moja tu, lengo la kushughulika na changamoto tulizonazo ndani ya jamii yetu, lakini pia lengo la kuleta maendeleo endelevu yatakuwa kufanya watu wote ndani ya kata ya SemeMbela, ndani ya jimbo la Bukene, tuweze kufurahia matunda ya uhuru wa nchi yetu. Nikiripoti kutoka kakata ya SemeMbela katika jimbo hili la Bukene lilopo wilayani Nzega mkoani Tabora. Mimi ni Meko Samuel George na hii ni Daily News Digital. Tunashukuru kwa kuendelea kusubscribe kwa ukurasa huu, lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kuandika habari leo underscore tz, ambapo hapo na pia utaweza kutufollow kwa comment na kulike. Shukrani.